Hello my good people. This is Cassim Mandanda, if you know me, you know how to trade forex. If you don't know me, you don't know. So this is the one and only speaking, the FX Empire. And you got me here, let's go. So guys, load, nataka niwafundishe kitu kimoja ambacho ni cha muhimu sana sana sana, uniki, nimesaidia sana kwenye career yangu hii ya forex. You know? Nataka niwaambie kwamba uh, forex ni mchezo ambao unahitaji vitu vichache sana vya kuvizingatia. Na most of the people huwa wow, wanavipuuzia vitu vichache wakizania kwamba kuna vitu vingi vikubwa ambavyo vina muhimu kuliko hivi, kitu ambacho sicho cha ukweli. Moja kati ya vitu ambavyo pia vilisababisha mimi nichelewe sana kuwa profitable kwenye game hii ya forex ni pale ambapo nilipokuwa napuuza vitu vidogo vidogo, kama hichi kama hivi. Nilikuwa naambiwa kitu kinachoitwa backtesting, lakini nilikuwa nafikiria kwamba backtesting ni nini? Ah, nikawa naona kitu ambacho hakina maana okay. So mwisho wa siku nikawa napata hasara, lakini sijui nikawa naangalia kutafuta labda vitu vikubwa ambavyo vitanisababisha labda niweze kupata faida zaidi. Kumbe kuna vitu vidogo ambavyo navijua, ningevifanya au ningevifanyia mazoezi ningekuwa mbali, lakini kutokana na kupuuzia nikawa nachelewa sana katika kitu kinachoitwa profitability, kupata faida. So naenda kufundisha kitu ambacho ni cha muhimu sana ambacho kama ukikizingatia within a short period of time utaweza utaweza kuwa profitable forex trader. Trust me, How? Let me show you. So, leo tunaenda kusoma kitu kinachoitwa backtesting. Backtesting ni, backtesting imetokana na neno back. Back ni kurudi nyuma. Testing ni kutest. Yule tumeona mpaka hapo. So, backtesting maana yake ni kurudi nyuma kwenye chati na kuanza kutest strategy ambayo unaitumia au strategy ambayo umeigundua au strategy ambayo umefundishwa. Hii ndio maana ya backtesting. Wengi ni wazuri sana kwenye kusoma. Watu wengi wanaojifundisha forex wako vizuri sana kwenye kusoma, wako wazuri sana kwenye kusoma, ila kwenye kufanya mazoezi ni wazito. Yaani mtu ameshafahamisha soma chart, kasoma strategy fulani asoma. Stage inayofuata strategy. Asoma strategy, anatakiwa aende kufanyaje? Aende kui backtest strategy. Ku backtest maana yake ifanyie mazoezi au ni je, hichi kitu kilifanya kazi recently? Maana yake anarudi nyuma. Siimenielewa? anarudi nyuma kwenye hizi chati. Kwa maana yake anatakiwa aende kutesti, kutest eh, muda ambao uliopita sasa, yani kwamba mwaka jana au mwezi uliopita hichi kitu kiko kinafanya kazi au kilitokea mara ngapi? Si umeelewa? Anaangalia jinsi gani ambavyo ichi, ichi kitu kimetokea, how frequently this thing happened. Si umeelewa na? So, akishaanza kusoma strategy anatakiwa aende ku backtest. Anatakiwa aende ku backtest. Huo umefundishwa hata na mtu ambaye anapata faida kila siku, usiamini strategy moja kwa moja ujue jinsi gani jinsiganinavyofanya kazi zaidi, na ukiendelea kuibacktest ndivyo ambavyo inazidi kukaa zaidi kwenye kichwa chako. Mazoezi ndio kila kila kila. So baada ya ku ni stage ya nini ya kutumia strategy. Use the strategy. Use the strategy. Sasa wengi wengi wengi kama sio wote, mtu akishasoma tu anatoka hapa anakujahuku anakuja kuitumia strategy moja kwa moja tena anaiga na hela, kitu ambacho sicho kizuri. Unatakiwa ukishasoma strategy uje kui yake backtest. Backtest rudi nyuma, huku naona huku chart ambayo tayari imeshaplay out, angalia kwamba nilisoma kitu fulani kwamba chart ikifika kwenye kila, yaani kila price ikifika kwenye sehemu ambapo kuna resistance, lazima ifanyaje? Lazima ishuke chini. So hapa tuna resistance, je, hapa price ilishuka chini? You know, to reach this point, irudi chini kwa sababu gani? Hii kuna resistance zone ya hapa ina exist. i zoni ap ai ndiyo price kile ikifika kwenye support, lazima iende juu au lazima react kwenda juu kwa sababu support ina support price so, yeah. So, ukifanya mazoezi haya ukifanya ndani ya mwezi mmoja tu, trust me, kama una strategy ambayo ni nzuri ambayo umefundishwa strategy nzuri, ukifanya mazoezi haya kwa muda wa mwezi mmoja, wewe tayari umeshaangia katika game ya watu ambao ni profitable. Hii tumeona hapa hapo. So what you have to do guys ni kufanya kitu kinachoitwa backtesting. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kitu ambacho kinachoitwa backtesting. Backtest each and every fucking time. Backtesting as much as you can. That's the secret. Ni mwenyewe uh, nimegundua strategy zangu kubwa tatu. Yaani mimi nimesoma forex for a long period of time, sikuwa na strategy. Yaani nilikuwapo na trade trade tu, sijui natumia strategy gani. Sijui natumia nini. Yaani nikiingia tu nikifungua hivi chat naangalia vitu. Sielewi hata nenda, mtu kaniuliza, "Wewe hiyo trade umeipata kutumia strategy gani?" Sina jibu. Sijui, umeelewa. Kwa sababu nilitumia tumia tu mamista hii, sijui nikafanyaje. Yaani mimi hata sielewi nilikuwa natumia nini. Lakini unajua kwa nini ilikuwa hivyo? Ilikuwa kwa sababu nilikuwa sifanyi back testing. Back testing itakusababisha uweze kutengeneza solid criteria uweze kutengeneza kitu kinachoitwa solid criteria. Solid criteria maana yake njia ambayo ni ya uhakika, njia ambayo imenyooka, ambayo wewe mwenyewe unaweza ukai explain kwa watu kwamba mimi uoga, nikitaka kufanya hivi nafanya hivi, nafanya hivi A B C over. Sasa okay, usipo back testing, utakuwa na maneno maneno, wewe mwenyewe hutojua unafanya nini sokoni. So baada ya ku back testing over a long period of time, what did I discover? Ni discover nini? Ni discover strategy zangu kubwa tatu. Yaani hapo ndipo ambapo nigundua strategy zangu tatu. Nikagundua strategy yangu moja inaitwa Gospel strategy. The very powerful strategy, Gospel strategy. Lakini pia nikaja kugundua kitu kinachoitwa London Circuit strategy. Nikaja kugundua strategy yangu ambayo inaitwa London Circuit strategy. London Circuit. Circuit strategy. Okay. Lakini pia nikaja kugundua strategy yangu kubwa nyingine ambayo inaitwa New York Session. Hizi zote isijafundishwa na mtu, yani miezi miwili mimi kila siku asubuhi, mchana usiku, nafanya research kwenye chat. What worked, na kitu ambacho kikufanya kazi. ya miaka karibia minne bila kuwa profitable. Nimekuja kuanza kuwa profitable baada ya kufanya backtesting ndani ya miezi miwili. So, naundua sasa nyingine ambayo inaitwa New York, New York session low strategy, you know, strategy. Yani, hizo ni strategy kali sana yani, strategy zangu ni kali, yani currently natumiaga sana hizi mbili. Hii moja situmii kwa sababu ya muda, kwa sababu hii ni intraday. Maana yake unafanya setup unafanya analysis kwenye time frame kubwa, so you have to watch the chart as long as unakupo uh active, unatakiwa unaangalia chart mara kwa mara, so nikifanyaga mara nyingi A, a, analysis kwenye hii strategy setup unakuta zinatembea lakini mimi nimeshasahau kama nilifanya analysis, kwa sababu na mambo mengi, so huwa napendelea hizi mbili kwa sababu hizi mbili ni strategies ambazo ni za scalping, kwa hiyo nikiingia kwenye chart na, na, na nafanya analysis. Sasa hivi naingia sasa hivi, hizi hapa very powerful okay na hizi ndizo ambazo natumia kwa kutumia watu signal, so hii yote inatokana na power of what of backtesting, hii yote ni power of backtesting. Baada ya ku-backtest nikaanza kutumia strategy. And that's where nikaanza kufanyaji nikaanza kupata pesa. Sisi tumeelewana. So kwa watu ambao hawajui backtesting maana yake una playback the chart. Ku playback the chart nini? Let me show you. Kwa mfano hapa tuna chart ambayo inasema Euro USD. Ukiangalia hapa ni Euro USD. So katika hii Euro USD tupo wenye wana chart then hapa tupo uh, hii ni tarehe 14 Oktoba, hii ni tarehe 14 Oktoba jinsi inavyosema hapo. So nataka kurudi nyuma nataka kurudi nyuma lesi mpaka tarehe kumi na nane Agosti, tarehe kumi na nane Agosti. So narudi nyuma mpaka tarehe kumi na nane Agosti, maana nimekata chati huku kote haipo. So nina uwezo wa kuiplay yani, iplay as if kama tuko kwenye current market. Kwa hiyo naweza nikaiplay hapa, chati ikaanza kutembea kama tuko kwenye current market situation, chati ikaanza kutembea as if kama tuko kwenye current market situation. let me show you Okay, so Mona. Let me show you. As you can see price ina move, price ina move, let me increase the speed, moja niongeze speed, as you can see price ina move kama tu kwenye current market situation kwamba ah, nataka niangalia jinsi soko lilivyoplay out previously kwamba ikifika katika resistance somewhere itafanya kitu. Kwa mfano hapo iko una resistance, you can see price imefika inaanza kufanyaje, inaanza kugeuza baada ya kufika kwenye hapa kwa resistance ime react. So kwenda juu, maana yake I'm expecting to break this resistance, hii inaweza kwenda juu. Hivi ndivyo ambavyo ndio kio back test. Kwa kama itaenda juu, maana yake lazima ni break hii resistance, kisha break hii resistance itakuja ku retest, then itaenda juu. Let me see how this gonna play out. Lakini kama itazidi kwenda chini, maana yake itaishia hapa na itaenda chini chini, okay.

Hiini software ambayo naitumia ku backtest inaitwa inaitwajx I don't know what's the problem with this but let me show you. Okay, let's let's wait so that uh, I can show you it clearlyksn ni kitu ambacho ni cha muhimu sana sana. Backtesting maana yake, kama kuna mtu mpaka sasa hivi hajaelewa backtesting maana yake <sighs> unarudi nyuma kihistoria, yani unarudi nyuma kwenye chat, na hii inakusaidia wewe kuelewa kwamba hatumaudi ta ishirini na uh, moja Oktoba, ambapo uh, ndipo leo. So let me ngoja, uh, nirudi nyuma, nisharudi nyuma then nikuonyeshe how this plays out so hujinewa paka hapa nasema tarehe kumi na sita Septemba, baada ya kurudi hapa tarehe kumi na sita Septemba, we unachokifanya ni kwamba unafanya analysis kwamba price ipo hapa, naenda wapi? So unaiplay, unaona jinsi inavyotembea, so unakuwa unajua kwamba price ikifika eneo fulani inafanyaje. Hapa sema nimeweka speed kubwa, let me nipunguze speed. Niige labda 5 and then let's see. Unaona jinsi price inavyotembea, so unakuwa unajua ikifika katika eneo fulani inafanya nini. Kwa mfano imefika hapa, katika kuna expect price ikifika hapa, at least itaenda chini kidogo, kwa sababu itarespect as we all know, kwa sababu ilikuwa ni break. So baada ya ku break, what happened? Baada ya ku break, what happened? Umeona? Then ivo break ikaja ku retest hapa. So kama itaendelea kwenda juu, itazidi kwenda juu. So kama ina, ina expect kwenda chini, ita break tena hapa, itarudi chini. So una play, unaikuja kuangalia. Umeona? Unaona? As you can see, as you can see, ifika hapa tena ika ikawa inacheza kwenye hii zone then imeenda juu kidogo, then hapa pia kuna resistance. So unatakiwa ufanye, yani maana yake sasa hapa, na test resistance na support. Hapa ndo anachokifanya na test resistance na support. So hii ndio maana tunaita backtesting. Backtesting kitu cha muhimu sana, sana, sana. So kwa wale ambao hawajui backtesting na wali paka sasa hivi kitu kipi ambacho kinaendelea. Nunua kozi. Ukishanunua kozi. Ukishanunua kozi yangu utapata kujua strategy ambayo unayoitumia. So baada ya kujua strategy unayotumia utakuja kuitest huko. Ifanyia mazoezi. Ukishafanyia mazoezi at least a little bit, tulikuja ku test hapa, tumeenda chini. So, pia na expect kwamba price ikifika hapa So guys, hichi kitu ni cha muhimu sana. Kutumia hii mbinu ndio ambapo mimi nigundua strategy zangu. Nimeshasoma forex muda mrefu sana lakini nikawa nashindwa kipi cha kufanya kwa sababu nilikuwa sijui natumia strategy gani. So baada ya kuja huku nikatengeneza strategy, nikatengeneza criteria yangu mwenyewe ya kuweza kuingia sokoni. So as you can see, price imefika hapa imefanya kitu kama bouncing, imebounce. Yeah. So I'm expecting it to go further up. Lakini kama itarudi chini, ita break hapa itaenda chini zaidi. So I'm, I'm a play ni angalie. Unaona ime break chini, so imeenda chini zaidi. So hizi unakuwa unatest support na resistance levels, eh, as, as as that kitu kama hicho. So pia unaweza ukaplay tena ukaendelea vitu vya kutest. Ni vingi sasa so, ili kupata vitu vya kutest lazima usome soma strategy. Unaweza kununua course, course, soma strategy, soma strategy then unakuja kuitest huku. Baada ya kuitesti huku kwa muda fulani, wewe mwenyewe unaweza kugundua vitu vipya uwezo wa kugundua vitu vya kuongezea, mwisho wa siku, unakuja kuwa mzuri sana kwenye kufanya analysis kwa sababu unajua soko linapo play out. Unajua soko la forex linatembea kwenye pattern, kuna kitu nakiita market rhythm. Market rhythm huaga ni kwamba soko linarudia vitu vile vile. Rhythm maana yake ni vina, so market rhythm, soko pia lina vina vyake. Vina maana yake soko linakuwa linajirudia eh, kwenye pattern fulani kwa mfano, recently soko lilifika hapa likarudi chini. Maana yake tena tukifika hapa at this kind of time, there is a high possibility kwamba tutaenda chini tena, ndio menelewa. So this is what we what we call market rhythm, vina vya soko. So ikifika tena hapa hivyo hivyo, so ikibreak hapa itakuja ku-retest kisha retest itaenda juu. So at the second time tena tukibreak level nyingine lazima tuje ku-retest. So hiyo ndio market rhythm. Sasa market rhythm unatakiwa ni kitu ambacho kikalili, unaikalili vipi? You have to go and back testing, kisha back testing kwa muda mrefu utaweza kukalili What's plays out utaweza kujua kwamba soko linafanya hivi katika muda fulani na saa fulani hivi na hivi na hivi. so Guys, hiyo ndiyo importance ya kufanya backtesting, hiyo ndiyo importance ya kufanya backtesting. So uh, I hope tumeelewana and I will see you in another beautiful session. This was the one and only Kassim Mandanda. As you all know me,